Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt Mwigu Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika Azzan Zungu na mbunge wa Ilala ambayo inabeba jiji letu la Dar es Salaam, waheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wazee la Dar es Salaam kakaangu Salim Matimbwa, na wazee wote wa mkoa wa Dar es Salaam Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi, uh, kabla ya mawaziri nitambua uwepo wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine vya siasa kama wapo. Uh, nirudi tena kwa mawaziri na manaibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi na viongozi wote wa serikali mliopo, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu, si Kristu, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tuanze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo pata fursa nyingine kuzungumza na wazee wa jiji hili la Dar es Salaam. Lakini la pili ni, ni washukuru sana wazee wa Dar es Salaam. <apples> Nilipata taarifa kwamba baraza la wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndiyo jukwaa hilo hilo na mimi nitapenda niwe nao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 wote kama alivyosema kakaangu Salum Matimbo hapa kwamba katika kipindi hiki ambacho mmeniamini kuongoza nchi nimeshazungumza na wazee mara mbili. Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja mwisho au ishirini na mbili lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania wawakilishi uh, wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya tatu na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya sita. Nimeona niongee nanyi kutokana na liotokea katika nchi yetu. Kwa nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliowatangulia, waliotutangulia kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi kupita na kuongea na wazee kwao. Nami nataka niendeleze utamaduni huo, kwa kupitia wazee wa Dar es Salaam nizungumze na taifa, na hii ni kutokana na upekee wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kama lango kuu la kuunganisha Tanzania na nchi nyingine uh, tunazopakana nazo, lakini hata Afrika kati na kusini ni rahisi kufikiwa kwa kupitia Dar es Salaam lakini vile vile nimekuja kuzungumza nanyi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile nikiwa mdogo wenu, wengine dada yenu, vyeo vyovyote vile, nimeona nije nizungumze nanyi, na wengine ni mwanafunzi wenu. Kuna walimu wangu kati ya wazee hapa, walimu wetu kwenye serikali walivyokuwa wakiongoza, nasi tumefuata walimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mliyoyafanya nasi tumefuata hatua